Na naomba mniazime masikio, lakini kabla sijasema, niwaombe sana wananchi wote, bila kujali itikadi za vyama vyetu, tunaobahatika kuhudhuria mikutano hii ya CCM. Yale yanayozungumzwa na viongozi tukawaambie na wenzetu wanaobaki majumbani. Niwaombe sana ukisikiliza mkutano, unaporudi nyumbani, kamshirikishe mwenzako yale uliyoyasikia kupitia viongozi wanaopanda hapa, ni nini wanakifanya CCM na ni nini wamekifanya CCM. Usiwe mchoyo. Uchaguzi wa kuchagua viongozi hasa ndani ya kuunda serikali ni uchaguzi ambao ni mkataba kati anayechaguliwa na anayechagua kuhusiana na maendeleo yake kwa muda wa miaka mitano. Kwa kama umesikiliza sera nzuri za Chama Cha Mapinduzi, umewasikiliza vizuri wagombea wanaotokana na Chama Cha Mapinduzi, usiwe mchoyo. Nenda kawaambie wenzako ambao wakubahatika kuhudhuria mkutano huu na kusikia yale ambayo viongozi wanazungumza.